Huyu ndio IPM anakwambia hawezi kuamini kama maji yanaweza akamfanya mtu awe tajiri. Saba anakwambia kama itatokea hivyo atakunya toka Dar mpaka Morogoro. Sawa bwana. <laughs> Shenzi kabisa. Yeye anakwambia haamini kama maji yanaweza akamfanya mtu awe tajiri. Msikilizeni hapo. Mama zetu wana they take advantage, wa sema mama zetu wana shida. Wana maisha magumu. Mimi IPM siwezi kukubali maji yanaweza akamfanya mtu awe hawe tajiri na hadi Morogoro. Utumie maji, uwe tajiri kwa maji. Maji haya. Mwingine anasema ameatoa Israeli. Israeli kuna vita kule, si wasengi wasaidia wao kule. Tusi, tusiwafanye Watanzania kama wajinga, tusiwafanye Waafrika kama wapumbavu. Ndio maana mimi wananichukia kwa sababu mimi naongea vitu vya ukweli. Tuambi, sikatai kuna nguvu za Mungu. Maji hayajaletwa kwa ajili ya watu awe wa matajiri. Maji unaweza ukayaombea ya baraka hivi kwa ajili ya afya, mtu anaumwa, ni mgonjwa. The same mafuta, unaweza ukatumia mafuta. Maandiko anasema kitabu cha Yakobo, mtu wa kwenu akiwa anaumwa, mwite mzee wa kanisa ampake mafuta. Akiwa anafanyaje? Anaumwa. Sasa wee mchungaji, unatuzia mafuta mwaka mzima, si tunaumwa mwaka mzima? Sasa hizi ni tenda ambazo watu ana...